Wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibu tushirikishane tafakari ya masomo ya misa dominika ya nne mwaka A wa kanisa, masomo ambayo ni moyo wa mafundisho ya Kristo yanayotupatia ramani ya maisha ya Mkristo kupitia hotuba ya Mlimani. Hapa kuna tafakari ambayo imekuandalia dakika 12 katika msingi wa kanisa letu Katoliki. Kiini cha ujumbe wa masomo yote matatu tuliyosikia usiku huu wa leo yanatuelekeza katika unyenyekevu na utegemezi kwa Mungu. Ujumbe mkuu katika masomo ya leo ni heri ya kweli tofauti na heri ya kidunia. Dunia inatufundisha kwamba ni heri kuwa na mali, kuwa na nguvu, kuwa na cheo, kuwa na sifa, lakini Kristo anageuza vigezo hivyo. Anatuambia heri ya kweli inapatikana katika kuwa maskini wa roho hari ya kutambua kuwa bila Mungu sisi si kitu. Katika somo la kwanza ambalo linatoka katika kitabu cha Sefania sura ya pili aya ya tatu na sura ya tatu aya ya kumi na mbili hadi aya ya kumi na tatu Sefania anatoa wito wa kutafuta unyenyekevu. Anatuambia katika aya ya tatu: mtafuteni Bwana enye nyote mlio wanyenyekevu wa dunia, ninyi mliozitenda hukumu zake, itafuteni haki utafuteni unyenyekevu, huenda mtafichwa katika siku ya hasira ya Bwana. Anajaribu kutuambia tutumie juhudi za kibinadamu, tukishirikiana na neema za Kimungu. Anatuambia mtafuteni Bwana, itafuteni haki na utafuteni unyenyekevu, ikiwa na maana ya kuwa kuongoka hapa hakumaanishi tu kuacha dhambi, bali ni kugeuka upande mwingine, metanoia. Badala ya kutafuta sifa za kibinadamu na vyeo, mwanadamu anahimizwa kuelekeza nguvu zake kwa Mungu. Anatukumbusha kutafuta unyenyekevu. Unyenyekevu kama kinga maisha ya kiroho. Unyenyekevu ni ardhi ambayo fadhia nyingine zote hukua. Bila unyenyekevu, hata sala zetu huwa ni kelele za kiburi. Lakini anatuambia pamoja na kufanya hayo yote, pamoja na kutafuta haki, kutafuta unyenyekevu anatuambia huenda mtafichwa katika siku ya hasira ya Bwana. Anatumia neno "huenda" sikumaanisha kuwa Mungu hana uhakika na ahadi zake, bali linachukua maana hizi nne. Ya kwanza kulinda uhuru wa Mungu, neema si deni. Katika misingi ya kanisa tunafundishwa kuwa wokovu ni neema. Mungu halazimiki kutuokoa kwa sababu tu tumefanya vitu fulani Tukisema kuwa lazima Mungu anifiche kwa sababu nimefanya hivi, tunamfanya Mungu hawe kama mashine ambayo ukiweka sarafu, yaani matendo mema, inatoa bidhaa, yaani wokovu. Neno huenda linatukumbusha kuwa Mungu ni hakimu mwenye uhuru na mwenye rehema. Tunamtegemea yeye, hatumlazimishi. Huenda pia ina maana nyingine ya pili, kupiga vita kujiamini kupita kiasi na dhambi inayoitwa kujiamini kwa kiburi, yaani kudhani kuwa kwa vile mimi ni mkatoliki au nafanya ibada, basi mbinguni ni kwangu tu hata nisipokuwa na toba ya kweli. Sefania natumia huenda ili kutuweka katika hali ya unyenyekevu inayotuzuia kusema mimi tayari nimeshachoka au sina haja ya jitihada zaidi inatufanya tuendelee kufanyia kazi wokovu wetu kwa kuogopa na kutetemeka, kama Filipi sura ya pili aya kumi na mbili inavyotuambia. Na sababu nyingine ya tatu anasema huenda, toba ya kweli inatoka moyoni, si kwa masharti. Mungu anataka tumfuate kwa sababu tunampenda, si kwa sababu tunataka tu tiketi ya bima ya kukimbia sira yake. Kama tungejua asilimia mia moja kuwa tukisali dakika tano tutafichwa tungefanya hivyo kama ya biashara uende na tupima. Je, utamfuata Bwana hata kama huna uhakika wa faida utakaopata? Mara moja inajenga upendo wa kweli usio na ubinafsi. Katika Biblia neno huenda mara nyingi ni lugha ya tumaini la unyenyekevu. Mfano mwingine wa Nabii Yoeli sura ya pili aya ya kumi na nane anavyosema, nani ajuae? Huenda akageuka na kurejea na kuacha baraka nyuma yake hapa uende na maanisha kuna tumaini kubwa. Tunaalikwa kukimbilia huruma ya Mungu, tukiamini kuwa yeye ni mwingi wa rehema, lakini bila kupoteza heshima kwa ukuu wake. Katika sehemu ya pili somo hili la kwanza ambayo inatoka Sefania sura ya 3, aya kumi na mbili hadi aya kumi na 3, ya tatu aya ya 12 hadi ya kumi na tatu tunaonyeshwa Israeli ataongoka. Hapa Mungu anatuonesha picha ya kile anachotaka kukifanya ndani yetu, tukishaitikia ule mwaliko wa kwanza. Hapa si juhudi yangu tena bali ni kazi ya Mungu ndani ya roho yangu. Anasema mabaki ya Israeli hayatatenda uovu wala kusema uongo. Anatumia neno mabaki akiwa anamaanisha watu wenye roho ya utegemezi, watu ambao wametengwa, hawa wale ambao wamesafishwa na majaribu, na sasa wanajua kuwa usalama wao haupo kwenye farasi au kuta za mji au mali au vyeo, bali usalama wao upo katika jina la Bwana hawatatenda uovu wala kusema uongo. Huu ndio uongofu wa kweli, si tu kwenda kanisani, bali ni kubadilika kwa tabia. Ulimi uliokuwa unadhalilisha wengine sasa unakuwa ulimi wa ukweli na kubariki. Watakula na kulala, wala hapana mtu atakayewaogofya. Hii ni ahadi ya amani ya moyoni. Anayenunua sifa ya uongo anaishi kwa hofu ya kugundulika, lakini aliyeongoka na kwa mnyenyekevu anaishi uhuru kwa sababu hana cha kuficha. Somo hili linaunganika na somo la pili. Paulo anaposema Mungu alivichagua vitu vidhaifu, ambayo ndiyo mabaki anayowasema Sefania, ili awaibishe wenye nguvu, na Yesu anaanza na heri ya walio maskini wa roho, akithibitisha kuwa wale mabaki wa Sefania ndio warithi wa ufalme. Somo la pili ambalo linatoka waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Wakorintho sura ya kwanza aya 26 hadi aya 31. Huo ni mwaliko kwa wale wote wanaojifunia vyeo, mali kiki za kidunia. Mtume Paulo anawaambia Wakristo wa Korintho wa wajichunguze wao wenyewe. Anabainisha kuwa wengi wao hawakuwa wasomi wakubwa, wenye vyeo au matajiri wakati wanaitwa. Mungu hahitaji CV yako ili akupende au akutume. Wito wa kikristo hautegemei sifa zako za kuzaliwa, urefu wako, uzuri wako, kabila lako, ukoo wako, rangi yako, bali unategemea neema ya Mungu. Hii inatupa unyenyekevu. Ukiona leo na mafanikio, usisahau kuwe ulikotoka, na jinsi Mungu alivyokuinua bure. Paulo anatuambia, Mungu alichagua mapumbavu ya dunia awaaibishe wenye hekima, wadhaifu ili awaaibishe wenye nguvu vinyonge na ambavyo haviko ili avipatilishe vile vilivyoko. Kwa nini Mungu anafanya hivyo? Ili mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu. Katika kanisa tunajifunza kuwa kiburi ni kuta zinazozuia neema ya Mungu. Mungu anapotumia kitu kidhaifu, utukufu wote unarudi kwake. Mfano mzuri ni Bikira Maria, msichana mdogo wa kijijini anahitimisha kwa, kwa kutuambia kuwa bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo aliyefanywa kwetu na hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi, kusudi kama ilivyoandikwa yeye aonaye fahari na aone fahari juu ya Bwana. Katika somo la injili linalotoka Mathayo sura ya tano aya ya kwanza hadi aya ya kumi na mbili ha, tunakutana na heri nane za mlimani. Heri hizi zinatupa mtazamo wa ulimwengu uliogeuzwa upside down, kingdom kila dunia inachokiona kama mkosi, Kristo anakiita heri. Anatuambia heri walio maskini wa roho. Hii ni heri ya kwanza, kwa sababu ndio msingi. Maana yake ni utambuzi kamili wa kuwa mimi si kitu bila Mungu. Hapa tunashinda dhambi ya kiburi. Anaposema heri walio maskini wa roho, haimaanishi kuwa mifuko mitupu, bali inamaanisha kutoshikamana na vitu. Unaweza kuwa na mamilioni ya pesa, lakini moyoni ukawa maskini wa roho, kwa sababu unatambua kuwa mali hizo ni mali za Mungu na wewe ni msimamizi tu. Kinyume chake, mtu anaweza kuwa hana hata senti, lakini akawa tajiri wa roho tamaha usuda kuabudu mali ambao yenyewe hana uchawi rombaya na kadhalika. Anasema, heri wenye huzuni. Huzuni si kukata tamaa, bali ni huzuni kwa ajili ya dhambi zetu na dhambi za ulimwengu. Ni moyo unaoguswa na mateso ya wengine, huzuni takatifu. Yesu anaendelea kufundisha, heri wenye upole. Upole si unyonge ni nguvu iliyo chini ya uthabiti Mtakatifu Francisco wa Sales anasema, asali kidogo huvuta nzi wengi kuliko pipa la siki. Upole unashinda hasira. Anasema, heri wenye njaa na kiu ya haki. Huo ni utafutaji wa utakatifu kwa shauku ile ile ambayo mtu mwenye njaa anatafuta chakula. Haki hapa si ya kisheria tu, bali ni kuwa katika uhusiano sahihi na Mungu. Heri wenye rehema. Hapa tunajifunza kuwa kipimo tunachotumia kuwapimia wengine ndicho tutakachopimiwa. Rehema ni sifa kuu ya Mungu. Heri wenye moyo safi. Hawa ni wale ambao dhamiri zao hazijajigawanya. Wanatafuta utukufu wa Mungu pekee katika kila jambo. Hawa ndio watakaostahili kumwona Mungu katika heri ya milele. Anasema, Heri wapatanishi si tu wale wanaoepuka ugomvi bali wale wanaojenga madaraja ambapo kuna kuta. Wanaitwa wana wa Mungu kwa sababu wanafanya kazi anayoifanya Mungu, kuleta umoja. Heri wenye kuudhiwa na kushutumiwa. Hii ndiyo heri ya mwisho na ngumu kuliko zote. Inatukumbusha kuwa msalaba ni sehemu ya wanafunzi. Tukichukia kwa sababu ya uaminifu wetu kwa Kristo, basi tuko kwenye njia sahihi. Tuombe. E hey, Yesu mpendwa, unayeketi mlimani na kutufundisha njia ya uzima, na kuomba utujalie moyo wa maskini wa roho, ili tukutegemee wewe tu. Ututakase mioyo yetu iweze kukuona katika kila jambo, na utupe ujasiri wa kukiri jina lako hata tutakapodhulumiwa. Utusaidie tusitafute furaha inayopita bali tutafute heri yako ya milele mbinguni. Amina. Mwisho, tafakari ya masomo ya Dominika ya nne mwaka A wa kanisa. Tumsifu Yesu Kristo.